Kwa kweli moja kati ya vitu ambavyo navifurahia nimekuwa na, na, na, na, na, ni faraja kwangu, e, ni na, na, na, nafasi na fursa kama hii ya kushiriki michezo sasa na vijana. Mpenzi mtazamaji wa Kipalapala Seminari online TV, tumefika katika parokia ya Mtakatifu Yosefu ambapo Askofu Mteule Msaidizi Padre Josaphat Jackson Bududu anafanya utume wake, na mahali hapa siku si nyingi anaenda kuwaaga na kama inavyofahamika kwamba tarehe 25 ndipo anapowekwa wakfu rasmi kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Tabora, na mahali hapa pana vijana wengi. Ni uwanja huu wa parokia hii ambako amekuwa akicheza pamoja na, na vijana na hii imekuwa furaha kwake kama sehemu ya uinjilishaji pia, maana amekuwa na vijana wa malezi mahali hapa. Lakini sio tu vijana wa malezi, bali na vijana wanaoizunguka parokia mahali hapa, walio wa Katoliki na wasio wa Katoliki, wamekuwa wakiungana naye hapa kufanya mazoezi na kucheza mpira wa miguu mahali hapa. Sasa tunayo mengi hivi ya kuzungumza naye, na hivi anapowaacha vijana hawa kwenda katika majukumu mengine ayoyote na mengine mengi tuungane naye sasa, Padre Jackson Bududu aweze kutueleza kwa kina ni jinsi gani anajisikia hivi. Naitwa Padre Josaphat Bududu, nimekuwa hapa na niko hapa mpaka sasa parokia ya Kipalapala, nikihudumu kama paroko a parokia ya mtakatifu Yosef Kipalapala, lakini vilevile vile msaidizi wa seminari ya utangulizi ya askofu mkuu Mario Mgurunde, inafahamika pia kama nyumba ya malezi lakini pia nimekuwa nikifanya utume kama kiongozi wa kiroho wa watawa wa shirika la mabinti wa Maria, Maria Tabora na vilevile vile kama mwakilishi wa baba askofu kwa watawa yani vicar for religious lakini vilevile vile, mmoja wa walimu na walezi wa ziada wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, au tunaweza tukasema eh, part-time lecturer wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala. Kwa kuwa hapa katika parokia hii na nyumba ya malezi basi, nimepata nafasi ya kuwa na vijana katika malezi, lakini vilevile vijana vile wa parokia katika kuwalea kiimani, na vile vile ni pamoja na kushiriki nao katika michezo kama hii ya mpira wa miguu kwa wasichana naviwawa na kwa wavulana, basi na ni vijana wanaotoka katika e, dini mbalimbali madhehebu mbali, e, mbalimbali ya Kikristo na dini mbalimbali mbali, hata na Waislamu tunacheza nao. Imetusaidia ku, kuimarisha na kujenga urafiki mahusiano ya karibu, lakini vile vile ni, ni sehemu ya uinjilishaji. kabisa. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya baba a, katika kipengele cha michezo. Baba alikuwa ni mshiriki mzuri sana wa kipengele hiki cha michezo na amekuwa ni kiungo mzuri sana katika upande wa michezo, na kuondoka kwake sisi unatuachia pengo kubwa sana a, katika sekta hii, na tutamkumbuka sana kwa kwa sababu tumekuwa naye kipindi chote. Na amekuwa ni mtu mtu wa wa kujitolea, mtu wa kutenga muda wake kwa ajili ya sisi wa seminari na pia tumeweza kutumia muda mwingi pamoja naye. Kwa kuondoka kwake kunatuachia sisi pengo kubwa sana katika parokia yetu, katika sekta hii ya michezo, katika uongozi pia, maana alikuwa ni kiongozi pia katika sekta hii ya michezo kama captain, mara nyingi alipokuwa akija kucheza na sisi. Kwa hiyo tuta tutamkumbuka sana katika sekta hii kwa kuwa ametuachia pengo kubwa sana sababu so, wakati basi anacheka, labda kesho la kesho kutwa anaweza kuanza kuja, na naweza basi na mimi nampiga chenga kanisani, chenga. Kwa hiyo kwa hiyo imekuwa ni, ni sehemu ya uinjilishaji, sehemu ya kuwa pamoja na ni sehemu ya malezi kwa ujumla, malezi ya, ya, ya, ya kimichezo, malezi ya kimaadili, malezi ya kiimani, lakini vilevile vile kuendelea kuimarisha afya zetu kwa kweli, moja kati ya vitu ambavyo navifurahia, nimekuwa na, na, na, na, na, ni faraja kwangu e, ni nafasi na fursa kama hii ya kushiriki michezo sasa na vijana, na nina wasiwasi sasa kwamba baada ya kumaliza hapa au baada ya kuondoka hapa, kama ilivyo sasa, tunaelewa, baada ya muda sio mrefu nitahamia e, nita, nita katika makazi mengine na majukumu mengine e, kati ya vitu ambavyo e, nina wasiwasi kama nitavipata kwa uhakika ni fursa kama hii ya kucheza mpira eh, mmoja mchezo hapa, unajisikia mwepesi, unajisikia una utulivu, una amani <minta refugee> unajiandaa vizuri, unaoga, unasali, hata kama ni usiku unaandaa vipindi au unasoma, basi unakuwa na utulivu. Kwa hiyo na wasiwasi kama e, nafasi kama hizi pia nitakuwa nazo, e, kama ambavyo imekuwa hapa. Bendeza tena una ng'ara na tena unavutia kuchunga kondoo wako, twakupongeza baba yetu Bududu, ongela, twakushangilia. Naitwa Magdeti Rafaeli, natokea hapa parokia ya Kipalapala. Tunampongeza, tunampongeza, tunampongeza askofu wetu Bududu. Tulikuwa tun, anatusalisha misa katika parokia ya Kipalapala na sasa anaondoka. Tunampongeza, tulikuwa tunacheza naye, lakini basi kwa ujumla E, namshukuru Mungu kwa fursa hizi mbalimbali ambazo tumekuwa nazo, na nitakumbuka nitakumbuka nitakumbuka maeneo na mazingira haya e, ni, e, Kipalapala Kipalapala, kwa sababu Kipalapala pia ni hapa mazingira ya Kipalapala na majukumu niliyokuwa nayo katika mazingira haya tu, ni mahali ambapo nimekaa kwa miaka sita, kwa kweli ni, nimekaa muda mrefu kuliko maeneo mengine ambayo nimefanya utume hapa katika jimbo kuu la Tabora nikiwa padre. Basi ninawashukuru sana ndugu watangazaji. Na ninawashukuru hawa vijana e, wana parokia ya Kipalapala, parokia Mtakatifu Yosefu Kipalapala, vijana e, wa malezi, mlezi mwenzangu au baba Gambera wa seminari ya utangulizi, Mheshimiwa Padre Andrea Luziga, mapadre na walezi, yani walimu na walezi wa seminari kule Kipalapala e, watawa wa shirika la mabinti wa Maria na watawa wote kwa ujumla, na mapadre wenzangu, lakini pia basi nawalelewa mafrateli eh walelewa wa upadre mafrateli nawaelea wa utawa e, wakandidati wanovisi na waunorato e, na watawa katika hatua mbalimbali za malezi. Asanteni sana na Mungu azidi kuamariki. Aya na mengine mengi utayapata kutoka hapa para Online TV chaneli ambayo inakuhabarisha kila habari ya kikanisa ambayo inakuja kwa ajili ya mafundisho. E, usisahau kushare, kusubscribe, kucomment habari mbalimbali ambazo zinakufikia ili tuendeleze uinjilishaji. Nikiripoti kutoka maeneo ya parokia hapa ya Mtakatifu Yosefu. Mimi ni Frater Cletus Fidelis.